Tamko letu limejieleza, limejieleza vifungu mbalimbali. Siko kwenye upande wa kuchallenge tamko lililotolewa, lakini mimi kama mama, mama ambaye kazaa watoto, mimi ni mzazi. kidonda jeraha ambalo ni kidonda na limeweka usaha, inabidi usafishe, utoe kwanza ule usaha mpaka pawe safi kabisa, tena ikiwezekana patoke damu kidogo, ndio upasiribe kwa dawa. Kama kweli tunania, tuache tamko, mwenye kiti, tumesema tamko letu na ilikuwa ni muda, ingebidi tamko hilo imetolewa. Lakini hata sasa hatujachelewa, ni muda mwafaka. Lakini bila kusafisha kidonda, tukasema tunaweka dawa juu ya usaha, hatutakuwa tumeponya nchi, hatutakuwa tumeponya nchi. Hapa sitaki kulaumu upande wowote, lakini tukitaka tufanye maridhiano na sisi jumuiya ya maridhiano, tuende kwenye shina kama ni mume umeoa mke, si rahisi aruhuniwe mke yule kama una, una, una, una, una, una acti wewe kama mume kumridhisha, kama mume unapotakiwa na dunia na Mwenyezi Mungu kwa ahadi zenu. Kuna watu ambao wana malalamiko yao, msemaji aliyepita ya amesema hapa, bila kuwasikiliza kwa kituo hata kama ni ya uenda wazimu, lakini wana wana haki ya kusikilizwa. Tukawasikiliza na sisi wakatusikiliza, hapo tunaweza tukapata mwafaka mzuri tu. Mimi nimezika watoto wawili niliowazaa mwenyewe, sio kwa ajili ya maandamano yaliyofanyika, la hasha najua uchungu wa mzazi kuzika mtoto. Tunataka sisi wazazi tuzikwe na watoto wetu. Sasa hiki kidonda kinatunga usaha, tukikwangue kwa vijana na kwa na hawa wazazi waliopoteza watu wao, tuweze kujua watu wana uchungu wao sana. Je, tunasema tutibu? Tunasema tuwe na siku tatu za maombi, sawa Mwenyezi Mungu anayapokea, lakini pia ametupa akili na utashi zaidi ya yale maombi. Ya Mwenyezi Mungu, maombi yetu kwa sisi wenyewe ni yapi? Ni kukutana, hata kama itakuwa ni kwa wilaya au ni kwa kata, tukawasikiliza watoto wetu. Siku hizi ni watoto wa teknolojia, hawajenzi. Ni kizazi kingine, si enzi za mama Terry, za 19 kweusi wanafahamu na wanaufahamu mkubwa. Nini tunapozungumza nao tuweze kujua, lakini tuzungumze nao kwa mambo ambayo na wao waone kama tunawasikiliza. Sio mtu aongee aseme, alafu kesho, yani saa nane za usiku anatekwa, alafu mimi mzazi nisiulize mwanangu yuko wapi? Mwenyekiti, samahani kwa hilo, nitauliza. Utekaji ukiisha nchi hii, kwa jina la Mungu aliyeumba mbingu na dunia, mambo mengi sana yatapungua. Na mimi pia unilinde nisije nikatekwa. Asalamu alaykum.